Harakati za mwekenda zinakuletea mmoja wa viongozi wa Mama Semewe ambao wanatoa hamasa katika mikutano ya kampeni ya mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano kupitia Chama Cha Mapinduzi, Dokta Samia Suluhu Hassan. Uh, kuungana kutumia taaluma zao ambazo wanazo kwa ajili ya kumsaidia serikali, wakati lai ao sisi tunampuganisha hapa balimbali, kwa maana ya wasomi wote kutumia taaluma zetu kwenda kua suu ya changamoto ao nazoua na jamii, lengo na nia ni kwenda kusaidia serikali, na leo tumekutana hapa kukoba kwa jambo moja kaumlaki na mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu mambo mengi ameyafanya ameafanya

kuja kuangalia wasome, wanasoma katika miundo mbinu iliyokuwa bora, wasome wanasoma katika miundo mbinu iliyokuwa imara, jitihada za daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia ongezeko kubwa ioja uni aaa, kwa maana ae

ambazo mikopo hii inaendelea kutolewa kwa kipindi cha miaka mingi. Tuseme nini sisi kwa Daktari Samia Suluhu zaidi ya kumpa mahaba haya ambayo ametolesa kwa vizuti vijana kwa miaka mingi. Lakini mbali na hiyo ajira ambazo zimetolewa kwa kipindi cha miaka minne hii ni heshima ambayo sisi hatuna haja ya kumsahau Daktari Samia Suluhu, wema wetu sisi kipokisa kwamba tunapofika aoktoba kumchagua Daktari Samia Hassan kwa kura nyingi za kishindo, ndiyo maana tunasema wasomi wa vyuo vikuu, Oktoba 29 tunatiki. Kwa na kila haja ya kumuunga mkono Daktari Samia Hassan. Nitoe ilahi kwa wasomi wote nchi nzima, lakini pia na vijana wote wa Kitanzania wa ni sehemu ya kuunga mkono jitihada hizi za Daktari Samia Suluhu Hassan demokrasia nchi yetu bado inaendelea kuwa pana. Ambao wanaitumia hii demokrasia ni kina nani? Ni sisi vijana. Tukienda mbali diplomasia nchi yetu namna inavyotaluka, sisi vijana wasomi vijana wa Tanzania. Ndio wanufaika wakubwa kwa sababu nchi yetu inatangaza kimataifa na kimataifa inapotangaza kimataifa, tafsiri yake ni kwamba sisi wasomi tunapata fursa mbalimbali za ajira, lakini pia na uwekezaji ndani ya nchi, ndipo ambapo mapato ya taifa la ndani yanakuwa, lakini pia mapato ya Daktari Samia Suluhu. Nitoe ilai kwamba bado tunao haja na nia ya kuendelea kumuunga Daktari Samia Suluhu. Tarehe 29 ni siku ambayo tunatakiwa kwenda kumheshimisha Daktari Samia Suluhu kwa kura nyingi za Nitoe rai kwa vijana wote wa Tanzania kwenda kuitumia siku hii kikatiba, kwa mujibu wa katiba na sheria za, za nchi yetu, bila kuvunja utaratibu wa mfumo wetu, kwa sababu kila mwananchi na kila kijana wa Tanzania anayo haki ya kwenda kupiga kura, anayo haki ya kwenda kumchagua kiongozi anayemtaka. Hivyo tusidanganyike tusi na maneno ya watu ambao ni walagai ama ni wauni ambao wana nia njema na kuiombea taifa letu. Badala yake, sisi tujikite kuhakikisha kwamba tunakwenda kuchagua maendeleo ambayo ndio Daktari Samia Suluhu anataka, tunakwenda kuchagua amani. Hakuna maandamano hiyo siku, viongozi wetu wamekisha sema seba usalama huko salama salimini. Kwa hiyo tujitokeza kwa wingi kwenda kutimiza haki yetu ya msingi na kendo kikatiba. maandamano Si katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa maana tunawashukuru na kuwapongeza eh, viongozi wetu kwa kazi nzuri wanayofanya. Baada ya kusema hayo, ninawashukuru sana. Mkutano wa Oktoba 29, tukatiki kwa madiwani, tukatiki kwa wabunge, tukatiki kwa Daktari Samia Suluhu na chama imara ambacho kinaendelea kutengeneza mifumo iliyokuwa imara katika taifa yetu ya Tanzania. Si chama kingine, Chama cha Mapinduzi, chama kwenye kuleta maendeleo, chama kwenye kusimamia misingi ya amani. Vijana, tunakuletea tukio hili kutoka hapa Kaitaba. Ni mimi Richard Mwaikenda wa Kamanda wa Matukio Online TV.